Pemba, Taasisi isiyokuwa ya kiserikali ya Milele Zanzibar Foundation imekabidhi shule mbili za msingi ya Mnarani Kigomasha katika wilaya ya Micheweni, na Mahudusi Kengeja katika wilaya ya Mkoani kwa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, ikiwa ni juhudi ya kusaidia maendeleo katika sekta ya elimu huko Pemba akikabidhi skuli hizo kwa afisa mdhamini wa wilaya wa wizara ya elimu na mafunzo ya amali Pemba, bwana Salim Kitwana Sururu. Mdhamini wa bodi ya milele Zanzibar Foundation, bibi Sharifa Saif, amesema taasisi hiyo imeamua kujenga shule hizo ili kuwapunguzia wanafunzi kutembelea masafa marefu ya kutafuta elimu. Tupate taarifa zaidi. Wanafunzi wa skuli ya Mnarani Kigomasha walikuwa wakitembea kilomita 14 kwenda skuli ya Makangale na wale wa Mahuduthi walikuwa wakitembea kilomita tano kwenda skuli ya Mtambile au Kengeja kufuatia elimu. Bibi Sharifa Sefu wa amewataka wazazi kuwahimiza watoto wao kuhudhuria kwa wingi kwenye skuli hizo kwa vile wameshapunguziwa masafa marefu ya kutembea kuhudhuria masomo. Kwa hivyo hakuna sababu ya kuacha kwenda skuli na kushughulikia mambo mengine. Basi tunataka vile vile, ni watoto mwe, mnasoma mnakuja skuli kila siku kwa unadhifu, mwe mnakula kabla hamjatoka nyumbani, na mamama vile vile anataka kukumbusheni kuwatizana Ujua kama elimu ni kitu muhimu. Bila elimu ningekuwa sipate elimu nisinge kuwepo hapa. Basi elimu ni kitu muhimu sana kwa siku hizi, bila elimu. Naye afisa mdhamini wizara ya elimu Pemba, bwana Salim Kitwana Sururu ameipongeza taasisi hiyo kwa kujenga skuli hizo za Mnarani, Kigomasha na Mahuduthi, ambapo amesema skuli hizo zitasaidia sana maendeleo ya sekta ya elimu nchini na kuwataka wazazi washirikiane na walimu katika kuzitunza na kuendeleza skuli hizo ili iwe chachu ya mafanikio. niwashukuru waandaaji wote wa shughuli hii kwa mafanikio yake makubwa sana yaliyopatikana. Hatujafungua leo, tumekabidhiwa kutoka kwa watu walioifadhili kuijenga, wanaikabidhi wizara ya elimu. Nikiripoti ni Khadija Kombo wa ZBC.